Wilaya ya Bunda tuna watu wenye sifa waliojiandikisha kupiga kura tarehe 29 watu laki mbili hamsini na tatu na mia nane tisini na moja. Tuna majimbo matatu. Tuna jimbo la Bunda ambapo wamejiandikisha watu hamsini na nane, mia tisa na saba. Tuna jimbo la Bunda mjini ambapo watu 110,674 wamejiandikisha na wanatakiwa kupiga kura tarehe 29. Tuna jimbo la Mwibara ambapo wamejiandikisha wapiga kura na wana sifa ya kupiga kura tarehe 29 mwezi wa kumi ambao ni 84,310. Sasa mimi nikasema niwaombe nikutane na nyinyi kama jeshi kubwa la kudumisha amani katika nchi yetu na wilaya kwa ujumla, tufanye kitu kwa nafasi yetu kama viongozi wa dini, kutoa elimu na hamasa kwa wapiga kura ambao Tume Huru ya Uchaguzi kwa sasa imeshabandika majina yao kwenye vituo vya kupigia kura. Nikaomba nikutane na nyinyi ili msaidie kwa upande mwingine kutoa elimu kwa waumini wetu wanaokuja kuswali kwenye misikiti Ijumaa kesho, wanaokuja kusali kwenye makanisa yetu Jumamosi, wanaokuja kusali kwenye makanisa yetu Jumapili, wakikusikia kiongozi wa dini, na kwa imani tulio nayo, ninaamini mnaweza mkasaidia kwa asilimia kubwa, kama si zaidi ya sabini na tano kuhakikisha hawa watu wanakwenda kupiga kura kuchagua viongozi ambao watatusaidia kudumisha amani, kuleta maendeleo mbalimbali mbali kupitia huduma za jamii na za kiuchumi katika nchi yetu. Pia nilitaka muambie pia wananchi wa umini kwamba serikali ya Tanzania na serikali ya wilaya imejiandaa kuhakikisha usalama na amani siku ya upigaji kura tarehe 29 unatamalaki na katika viunga vyetu vyote katika wilaya yetu. Kwa hiyo watu wasiogope na taharuki ambazo zinatokea kwenye mitandao ya kijamii kwamba kutakuwa hakuna amani. Amani, serikali yenu imejiandaa, hakutakuwa na shida yoyote lakini pia serikali imejiandaa kwa wale wazee ambao hawana uwezo na watu wenye ulemavu, kuwasaidia kwenda kuwapeleka kwenye vituo vya kupigia kura na kuwarudisha. Lakini si hivyo tu, na kuhakikisha wazee wetu waliotumikia nchi hii na watu wenye ulemavu wakifika kwenye vituo vya kupigia kura wanakwenda kupiga kura bila kupanga mstari.